Bana TWM leo nimekutana na bla zangu Majasli, na sasa hivi tutapiga naye mastories unajua tena. Ah, ni mtu ambaye ni msanii wa DRC, lakini tunataka tujue hapa kwetu amevuta kitu gani, vipi game ya kule imekuaje mpaka aje kuwa hapa bla. Mambo poa? Sawa. Sawa kabisa. Ah uh, leo tumekufuata mpaka uh, location ambayo upo na cha kwanza kwanza, ushatukimbia sana blaza mkubwa, shida nini? Kawaida mwanangu, sio unajua kazi. Kazi. Mambo mengi sana asante. Yeah. Uh, tungependa kujua kwanza game ya hapa na game ya DRC iko vipi blaza? Game ya hapa na ya DRC. Mimi naona game ya hapa ipo vizuri, DRC mpenyewe vizuri. Ndio. Ila kitu kimoja tu mm-hmm. Uh, DRC ndo makao makuu zetu sisi wote. Ndani yetu wewe mimi wengine. Ya. Yeah. Tofauti natoona toona hapa kambini DRC. Naona hapa kuna wafuatiliaji sana wa muziki. Wa Kibembe. Na nimependa sana kwa sababu. Ndiyo. Naona wanafuatilia sana mziki wa Kibembe huko. Pia nyumbani nako wanafuatilia mziki wa Kibembe. Sasa nyumbani, usio unajua mazingira ya kule. Wenyewe wanafuata watu wa watizeti ndio. Mm -hmm. Shida mm. Utofauti gani ambao uliona hapahapa nyumbani kwetu uh, camp Nyarugusu na kule na kitu gani ambacho kilikufanya zaidi sana ukatoka kule ukaja? Mimi nakuja nakuja kwa sababu ya kazi, ndio wenda singefika huku bila kazi. Maana manaja mimi nasapotiwa Anani support mimi ndo amenileta huku. uh -huh. Niki nifanye kazi huku, na ndo maana nipo hapa Tanzania. Muda ni mwingi sana huku kuwa nafanya mingoma yako, brother. Vipi hichi kingoma umekuja kufanya na director Kasi sasa hivi? Vipi audio tayari umeshaachia? Audio bado mimi sijaachia, maana nataka niachie video na audio yote pamoja. Ni account yako ile ile ya Maja Slee au una brand nyingine ambayo inakusimama? Maja Slee Simba tu. Sijeuza. Asante. Una collaboration yoyote ile ambayo umeandaa na mwingine mm -hmm. ile ile mm -hmm. msanii hapa nyumbani kwetu? Kolabo ni nyingi sana. Kolabo ni nyingi kama nani vile, siwezi nikatangaza sasa hivi, maana bado kutoka. <laughs> Yeah. Brand ni nyingi sana, watu ni wengi sana wanakubebea vitu. Vipi umetoka nao DRC, au ni wa hapa? Ah, wa hapa. Yeah, ndugu ndugu zetu sote, ndugu, ndugu. Mm -hmm. Nawapenda, pia wananipenda, wananijali. mm -hmm. Wanajua thamani yangu, na ndio maana tupo nao kwa muda huu. Mm -hmm. Tulikuzoea kwa nyimbo zile za Ekonda za, za Bongo Flava na zile nyimbo za kawaida. Sasa hivi tunaona ulitoa wimbo wa Ekonda ndo ambao uko na nao location sasa hivi. Kitu gani ambacho kilikushawishi zaidi? Mimi nafanya zote. Zote. Nafanya Bongo Flava, nafanya Ekonda. Ekonda yenyewe ya kwanza fizi iweto ipo Mm -hmm. Nikafanya sijui kama nyingine hivi flani, nimeba na dogo flani hivi sijui demowe ndo yeah, uh hivyo -huh. Nyimbo ni nyingi yeah. Zekonda nimefanya nyingine ya imaje itolelosiju ute mm -hmm. Ni nyingi tu zekonda na nyingi nyingi na nyingi, na nyingi ambazo mimi nazo mm -hmm. yeah. Tutarajie vitu vingapi sasa hivi ambavyo umetuandalia, kama nyimbo ngapi ambazo zipo eh? Unapika sasa hivi unatarajia una kuziachia jikoni, kunaiva sana mm -hmm. la nikisema nitaje mm -hmm. sitoweza Uh, labda unaweza kuwa na lipi la mwisho la kuambia mashabiki ambao wanakusubiria hapa nyumbani kwetu na nyumbani pia DRC. Shabiki, naweza nikawaambia kitu kimoja. Tanzania, DRC, Burundi, fasi zingine ambazo wananifahamu, wana ni support na kunijua pia. Mimi naweza nikawaambia kitu kimoja. Hapa kambini ni kambi ya wabembe wa Kongomani pia na sisi wote ni wabembe na wengine sijui makabila mbalimbali tofauti latu naweza nikawambia, Simba yupo hapa, Majasili yupo hapa, Simba wa Sanza yupo hapa mm -hmm. mimi ndo yule ambaye nilimbaga esengana ngana kitambo ikatoka ikanipa jina, ila kitu kimoja tu, mashabiki zangu, ndugu zangu, mama, kaka, dada mm -hmm. sijui vijana wenzangu, Majasili hawezi akawaangusha hata siku moja mm -hmm. mimi nipo na meneja ambaye anajelewa tabasamu ni meneja yangu na na sponsor ambaye ananisapoti mimi. Mama naona nipenda au? Mama naona ananipenda. Mamanana Mama ambao wanakupenda mama, jambo. Jambo habari? Nzuri mama. Uko mzima? Niko sawa. Niko pamoja nawe. Majasilia alikukuta. Ah, hapana. Nicheze kwanza. Kwa kwa <laughs> asante. Labda kaka mkubwa, unaweza kuwa na lipi la kusema, kwa sababu huko ambako ulitoka, uh, uliacha brand na pia hapa nyumbani umekuta wasanii wengine tofauti. uh, tunakuta Nyago yupo hapa na Nyago alitoa It is my time imeenda sana, na una maongezi yapi ya ku, ya kuongelea wimbo kama It is my time? Nyago follow wasanii wengi sana, mimi nawafahamu hapa na nawajua <laughs> siwezi nikasema neno maana mimi sinaga baya. Sinaga kabaya ndo tuseme wote wanajua, mm -hmm. wanaweza wanajituma, mm -hmm. nayo ndo mambo ambayo natakiwa kusisi wabembe na wakangomani pia tuje tuonyesha Watanzania kama na sisi tunajua. Unajui. Nyago leo anafika wapi? Wasafi dikilimefika Wasafi sijui mm -hmm. Ndona ni founder, founder amefika tis -tis. Ah, amefika Wasafi. Ile ndo furaha yetu. Indeed. Mwengine, mimi, na mwengine, na mwengine. Asante sana, furaha yetu sisi, uh, <laughs> <laughs> channel yangu mimi naitwa Majasli Simba, asante sikuweka simba wa sansa Diyo. nimeweka simba. simba ila mimi nimezoea sana kongo ndo ambapo mimi nafanyia mziki mm -hmm. iwe konda iwe Bongo flavor mimi nachapa vyote mm -hmm. iwe singeli iwe nini mm -hmm. mimi napiga labda unaweza ukatuambia tukae vipi sasa mashabiki wakae makini wasubirie ngoma ngoma zipo na hiye sambo mm -hmm. naamini mwenyezi Mungu yupo siwezi nikajidai sana maana uimbaji wangu na akili zangu na na ubunifu wangu najua tu nitaweza, ndio. mm -hmm. Hivyo na mashabiki zangu mimi nawapenda, asante. Yeah, najua na mashabiki fasi nyingi sana, ndio. mm -hmm. Hivyo asante. asante sana, sana. haya yalikuwa maneno tu ya mwisho ya Blaza Majasli. Usisahau kusubscribe kusubscribe akaunti ya Blaza Majasli Simba, na pia usisahau kusubscribe akaunti ya TWM, tajiri wa moyo TV, asante yes.